Hii ni Zumi Sports. Hi, karibu ndugu mtazamaji wa channel hii uweze kupata taarifa mbalimbali zihusuzo e, si mpira wa, wa miguu ikiwemo taarifa mbalimbali za wachezaji e, uhamaji wa wachezaji kutoka club moja kwenda nyingine e, na taarifa mbalimbali za matukio mbalimbali za mpira wa, wa miguu. Leo nimekuletea bayo ya mtu mzima pedo Pacome Zouzoa. E, ambayo nitakuletea hapa ili huweze kumwelewa zaidi Pacome Zouzoa ni nani? Pacome Zouzoa e, ni raia wa nchini Ivory Coast, alizaliwa tarehe 30 mwezi wa nne mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba, kwa sasa akiwa na miaka ishirini na nane na e, urefu wake ni mita 1.8, lakini nafasi yake uwanjani ni anacheza kama winga wa kulia, lakini vilevile anaweza akacheza kama kiungo mshambuliaji, na vilevile anaweza e, akacheza e, kama e, kiungo wa kati e, nie yani central midfield. Lakini tukimwangalia hapa Pacome Zouzoa katika historia yake ya, ya soka Pacome Zouzoa e, ameshiriki e, katika michuano ya ligi ya mabingwa takriban mara saba, na katika e, klabu yake ya nyumbani ya taifa ya nchini Ivory Coast ameshaitwa mara 4 e, katika historia yake ya mpira wa miguu. Lakini tukizungumzia dau la Pacome Zouzoa e, kwa sasa ni takriban euro elfu hamsini ambazo kwa pesa za Tanzania e, zinakuja kama milioni 150 zaidi ya milingi mia moja na hamsini lakini vile vile tuangalie Pacome Zouzoa e, vilabu ambavyo amepitia e, vilabu ambavyo e, amepitia Pacome Zouzoa, amepitia kama vilabu e, vilabu 7 mpaka sasa, wakati klabu yake klabu yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni Williamsville ya huko nchini Ivory Coast, ambapo baadaye alichukuliwa ali na Sparta Prague e, ya nchini eh, Uarabuni na baadaye alirudi nchini kwao na kuchezea eh, klabu ya Kaduma ambapo ilikuwa ni free transfer kuchezea msimu wa eh, 2016 mpaka 2017. Lakini baadaye kutoka katika klabu ya SSC Gagnoa eh, alihamia katika klabu ya Dogapes eh, ya Burkina Faso, ambapo eh, alitumikia msimu wa 2018 2019. Lakini baadaye alikaa bila klabu mpaka mwaka 2019, eh, na ambapo eh, African Sports ilimulika na kumuona, lakini baadaye Mwaka elfu mbili na ishirini na Moses, mbili, ishirini na moja alijiunga na klabu ya Asec Mimosas ya huko nchini Ivory Coast kutokea msimu wa 2021 2022, lakini baadaye klabu ya Young African ilimuona naweza kumsajili akasaini mkataba mwaka 2023 ishirini na nne e, alisaini mkataba wa miaka miwili na baadaye aliongeza mkataba, kwa hivyo atatumikia mpaka 2027 kwa sasa e, Pacome Zouzoa eh, anaitumikia klabu ya Young Africans ambapo eh, mwendelezo wake umekuwa mzuri, amekuwa eh, ni mchezaji wa maana anayetazamwa na klabu hiyo eh, na hivi eh, karibuni eh, amekuwa akizungumziwa kuwa MVP wa klabu wa ligi ya eh, NBC ambapo eh, imeonekana ameonekana kuchuana vikali na, na e, mchezaji wa Zibijan Chaza. Kwa hivyo klabu ya Young Africans e, inategemea sana.